Yeah. Kipengele ukianzishe wewe ah? Na mama ashasema tayari mechi chezo tarehe 25 siku ya Jumatano mm. Utakuja? mpaka sasa hivi tunavyozungumza, taarifa kwa ume haijatoka. Nadhani shida iko wapi? Ah, mimi sidhani kama Simba nao wana kipengele. Tarehe 25 nacheza au chezi tarehe 25 tano. Unajua, ninaposema siingizi timu upande wa pili wanafurahi, kwa sababu wanajua hata nikiingiza timu shida ile shida yao iko pale pale. Penzi mtazamaji, ilikuwa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha kwenye masuala ya kisoka, umevaa jezi ya Simba mnyama. sabini na sita kwa sabini na tano ishirini na tano unacheza au uchezi? Ah, kwa kifupi sisi hatuna shida. shida iko wapi? Kwa kifupi ni ndugu zetu, tuwalete timu uwanjani. wenyewe wenyewe wanasema kwamba dabii haina yeah. kipengele yeah. kipengele ukianzishe wewe ah. na mama ishasema tayari, mechi chezo tarehe 25 siku ya Jumatano mm. utakuja mpaka sasa hivi tunavyozungumza taarifa kwao imeshatoka nadhani. Shida iko wapi? Mimi sidhani kama Simba nao wana kipengele. Mm. Simba kipengele, Simba sidhani kama kipo. Mm. Kwa kifupi tuko tayari, tuko tayari tarehe ishirini na tano. Kwa kifupi ndugu zetu waje ground tukichape, isije ukasema kwamba e, wamewazuia tena kuingia uwanjani. Haiwezekani kwenye hili haiwezekani. mm -hmm. E, kwa kifupi sisi tunawasubiri ndugu zetu, watani wetu tukichape. umeona bwana Tujue nani ni nani. Siwe na kufunga mali ya tano mfululizo. Ah, ni sawa, ni sawa. Hatukatai kwa sababu tunazungumza tuzungumzie ushabiki. Tunazungumzia kisoka. Kisoka ni kweli. Wakati uliopita kidogo tulikuwa mambo yetu sisi hatuko sawa sawa. Yaani kiukweli timu yetu ilikuwa iko sawa sawa. Mm -hmm. Lakini kwa sasa hivi, kwa mwendo ambao tuko nao, mm -hmm. naamini hata yeye mwenyewe alipo na ndio maana hata ana sitasita kuleta mm -hmm. timu uwanjani. Mm -hmm. Kwa sababu anajua kabisa kwamba sasa hivi kilichopo mm -hmm. sio kile ambacho alikuwa anacheza nacho wakati huo. Mm -hmm. Eh, kwa hiyo mtani karibu sana. Mtani mtani bwana, usicheze mbali, tarehe ishirini na tano mtani karibu sana. Si mtabili chuma? ngapi hizo? Ah, chuma ngapi, ila kwa kifupi atachezea nyingi sana. Mtani unakula nyingi sana yani, popote ulipo, yani huu uzi kanao mbali, kaanao mbali tarehe ishirini na tano, yani tano kitakukuta kitu yani kuna kitu kinatokea tu. Tuambie tu sasa, kama ungekuwa ndio nafasi ya <clears throat> kocha mkuu Fadu Davis <clears throat> umekaa pale <clears throat> kikosi chako cha tarehe ishirini na tano ungekipanga kwa mfumo gani? kwa chama anga kikosi kikosi, yani kwa kifupi, vyovyote atakavyopanga, sawa ya kwa kikosi tulichokuwa nacho. Wewe we, hapo ndio ndo Fadu Davis, wewe hapo ndo Fadu Davis eh hey. nipangie hicho kikosi ah aishie kwa kikosi kile, mimi kwa kifupi kinanitatiza, kwa sababu kila mtu Yuh. ni wa moto okay. eh hey, sasa mtu anashinda, unaanzia yani unaanzia wapi au unaishia wapi? Yani kwa kifupi, kikosi kilichopo chochote kinachopangwa kitafanya kitu, basi mimi na kuanzia eh, na kamera a <laughs> mbi na kuweka kapombe pale Shumari kapombe Baba Esther namba na tatu na kuwekewa mabeduseni zimbo eh? Eh, eh. Uh -huh. Nasema hivi yani, kwa kikosi ambacho tuko nacho no. Kwa kifupi hatuna wasiwasi wasi. Kiko vizuri. Ya tu ya chochote kitakachopangwa kitatokea kitu kizuri. Mtazamaji moja kwa moja nipo hapa na sasa, naenda kuzungumza na mtani wa jadi wa pili. Nimetoka kuzungumza na mtani wa kwanza Simba Sports Club, sasa naenda kuzungumza na mtani wa jadi ambayo ni Dar es Salaam Young Africans, kwa maana ya Yanga. Atuambie wow, wao, tarehe ishirini na tano wanaenda watacheza ndugu. Na mshukuru Mungu. Wanakuita nani? Mimi naitwa Salum Maulid Sanga. Salum Maulid Sanga. Yes. Kwa nini hili jina? Mbona tamu sana? Eh, ndio jina langu na mimi mwenyewe nilivyo, yani naendana na jina langu. Au sio? Tarehe 25 unacheza au huchezi? Tarehe 25 unajua, ninaposema siingizi timu upande wa pili wanafurahi, kwa sababu wanajua hata nikiingiza timu shida ile shida yao iko pale pale. Shida gani? Kwamba wana wanakandwa nyingi. Ya wanakandwa nyingi. Yaani wao wanafurahi wanaposikia kwamba, bwana mimi timu siingizi, kwao wanasikia furaha. Lakini mimi hata nikiingiza timu bado kichapo kiko pale pale. Wanasema, mmesusa tere, tere nale mmelisusa mliwazuia Muliwa, na walinzi kuingia kuto kufanya mazoezi. Mimi, mimi, sio, mimi sio mwenye ule uwanja, ule uwanja ni wa serikali sio wa kwangu mimi Yanga, na ule uwanja haulindwi na watu wa Yanga, ule uwanja unalindwa na watu wa serikali. Kwa hiyo hizo ni propaganda tu. Kwa hizo ni tuache propaganda, ni propaganda tu. Yani, tarehe ishirini na tano waje, hata nikiingiza timu hawanifanyi chochote, na wakanda vizuri kwa hiyo haya maneno ya kusema siingizi timu kwa ukuwa na furaha sana Yaani wana fly vibaya mno, wanajua ni bora yule asije tukaficha aibu yetu. Kwa sababu gani? Nikiipeleka timu ile, aibu walioikimbia mwanzo ile ndio ile ile wanayoenda kuipata aibu ya tarehe nane ile, ile ya mwezi wa tatu ile ile aibu wana uwezo wa kwenda kuipata tarehe 25 bwana, mchezo huu ni mchezo wa maamuzi. Sabini na sita unaongoza pale juu. Mtani yuko pale chini nyuma yako anakuangalia kwenye site mila Ndiyo. Akiwa na sabini na tano Ndiyo. Wewe hii hi haikupi pressure kuelekea mchezo huu? Na pressure, kuna timu ya kusema itanipa pressure. Yaani yule ni kibonde wangu mimi. Yeye mwenyewe analijua ye hilo. Hmm. Na anapo anaposikia kwamba siingizi timu yeye kwake ni furaha. Unajua ni tofauti wa pointi moja? Najua, utofauti ni pointi moja. Na... Sasa mimi sihesabu kama ni pointi moja, hmm, itakuwa utofauti pointi nne. Kwa sababu pointi tatu na uhakika ziko pale. Yaani ni asilimia mia mia. <laughs> naingia na matokeo, na sio kwamba na matokeo vipi? yeah. kuhusiana na lilivyo, chama langu liko vizuri. na uhakika yani, wao wenyewe wanatetemeka sasa. Unasema kwamba eh, roho yenu Stefani Azizi ki mwamba waga dugu hayupo. Yaani mimi sitegemei Stefani Azizi kitu. yeah. lile ni chama, yani limeenea, kuna watu wengi pale timu sio ya mtu mmoja, timu ni ya watu wengi. Kwa hiyo hata atoke Stefani azisikie atoke Pakome, lakini bado vijana wawo. Chama yuko pale, eh, yuko. Yani, ni, yani ni chama limeenea, wao wenyewe wanaelewa hiyo, ni yani chama afu chama yupo ndani <laughs> yani acha kabisa, tisha sana sasa. Waambie wanayanga lakini pia wapenda soka wa Tanzania tarehe yeah. 25 Ninaomba tarehe 25 tuingize timu ili aibu yao waliokuwa wameikimbia tuwaonyeshe waipate ile aibu yao yao. Ah, yani <laughs> yani, siyo ya kuuliza siyo ya kuuliza. E, siyo ya kuuliza nikishasema mkono inajulikana yani, kwa hiyo tunasalimiana namna hii. Hi, hi, high five. Eh? A, yani five. <laughs> Tisha sana. Naam. Mtazamaji huyu ni shabiki wa Young African eh, kwa maana ya Yanga lakini pia ni, ni dereva wa magari makubwa tumetoka kuzungumza naye kisoka na sasa tunan